Na kitu kinaendelea katika wa roho tunapanda kwene viwango vingine amen. Hiyo ni sifa ya Shetani, uelewe. Hakuwa, hakuwa kiume mbaya, alikuwa ni malaika wa nuru, asubuhi. Nyota ya asubuhi ni yeye, ani alikuwa nyota ya asubuhi. Nyota yake ilikuwa likaangaza mpaka suu. Hakuna sifa mbele za Mungu bila yeye kipindi hicho, miaka elfu nne na iliyopita ambapo hata Adamu hakuzaliwa hakuumbwa hakuletwa duniani hakufikiriwa bado. Yaani wao nakuja kusoma Adamu, hicho ni kizazi kingine. Haleluya, ni kizazi cha hapa duniani, ndio maana kikaumbwa kupitia udongo, lakini malaika